wa salatu wasalamu ala sayidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tunashukuru mwenyezi Mungu alhamdulillahi na Tuna... kwa uwezo wake tumemaliza uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na tano. Tumemaliza uchaguzi mkuu alhamdulillah rabbil alamin. Na taifa letu, tumempata tena raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Mama Samia Suluh Hasan, kipenzi cha Watanzania ambaye alishinda kwa asilimia tisini na saba japokuwa watu wengi wanaoji tisini na saba kivipi? Hapana, Samia Suluhu Hassan ameshinda kwa asilimia tisini na saba na alhamdulillahi rabbil alamina. Viongozi wamechaguliwa, tumempata waziri mkuu ambaye ni Mheshimiwa Mwiguru Mchema. E, Mwiguru ni mchapakazi, alhamdulillah. Ni watu wenye uchungu na nchi yao nafikiri hata ukimwona Mwiguru toka zamani alikuwa akitembea anatembea na tai ta, tai aliyovaa bendera ya Tanzania, tai ambayo ni bendera ya Tanzania ama ki kishali fulani ambacho anakitupa begani cha bendera ya Tanzania akimaanisha kwamba yeye ni mzalendo, anaipenda Tanzania. Katika mawaziri ambao katika mawaziri ambao wanaipenda wanaipenda Tanzania ni Mwiguru Chemba, ambaye kwa sasa ni waziri mkuu wa taifa la Tanzania, taifa letu Tanzania. Naomba nizungumze kitu kimoja jamani, kuna baadhi ya watu wana, wanataka ku, wa, n yani wanazungumza uongo katika baadhi ya mitandao mbalimbali ya mbali kwamba Tanzania sasa hivi ni nchi si salama. Si kweli, Tanzania ni nchi salama, Tanzania ni nchi salama, Tanzania ni nchi ina amani, Tanzania imetulia, ni sehemu ya kuja kupumzika na kula good time. Hivyo kwa wageni wanaojua Kiswahili ama wasiojua Kiswahili, naombeni ni wakaribishe Tanzania, karibuni Tanzania. Tanzania sasa si Tanzania hiyo mlikuwa mkijua. Sasa hivi ni Tanzania bora sana. Sasa hivi ni Tanzania ambayo ina maendeleo, tuna viongozi bora, tuna jeshi la polisi zuri, tuna jeshi la la wananchi eh? JW JWTZ. Kwa hiyo mimi najivunia kuwa ni Mtanzania, najifaharisha na, na, na kuwa Mtanzania na nashukuru Mwenyezi Mungu kunifanya Mtanzania. Mimi ni Mtanzania mimi ni Mtanzania, namshukuru Mwenyezi Mungu kunifanya Mtanzania na ninajifaharisha kuwa ni Mtanzania na kwa yote nashukuru kuwa ni Mtanzania. Na familia yangu mimi ni ya Kitanzania, watoto wangu mimi ni Watanzania, wazazi wangu mimi ni Watanzania na watu wote ni Watanzania wanaipenda Tanzania. Alhamdulillah rabbil alamina. Ila kuna watu wanataka kuichafua lakini wameshindwa. Alhamdulillah, Tanzania tuko imara, jeshi letu liko imara, polisi wetu wako imara, kwa sababu hakuna taifa ambalo hakuna mambo kama haya ama uchafuchafu kidogo unaweza kutokea, lakini bado tuko imara. Kwa naomba wa Tanzania tushikamane, tuwe kitu kimoja, tuendelee kushikamana tuwe kitu kimoja, tulinde taifa letu, tulinde nchi yetu, tulinde nchi yetu. Hatuna nchi zaidi ya hii, na nchi hii ndio ambayo watoto wetu wanategemea kuja kuiendeleza nchi hii. Kwa hiyo tusiwapoteze watoto wetu na kuwapoteza jamaa zetu na marafiki zetu, kwa sababu ya watu ambao wana vigugumizi, wanaishi nje za nchi, nchi za nje. Watu wote ambao wanashakiza watu walete fujo ndani ya nchi hii ni watu ambao hawako Tanzania, lakini kama wanataka hivyo, siwaje eh? Waje watuambie hapa hapa, ndio tutaelewa vizuri, si watuambie. Wako mbali, fimbo ya mbali haiui nyoka, fimbo ya mbali haiui nyoka. Njooni mtuambie mkiwa hapa Tanzania, hayo mnatuambia. Jamani, <coughs> tunasihiani, jirani ongea na jirani mwenzio, ongea na rafiki yako, ongea na watu wako wa karibu kwamba wasifate mikumbo ya watu ambao wameshaiasi nchi yao, wasifate mikumbo ya watu ambao wameikimbia nchi yao, wasifate mikumbo ya watu ambao sasa hivi wana passport ya nchi zingine, kwa maana wao si raia wa Tanzania. Wanajifanya wao wana uchungu na Tanzania, wanajifanya wao ni raia wa Tanzania, lakini kwa sasa si raia wa Tanzania na hawana uchungu na Tanzania, hawana cha kupoteza wao. Tuipende nchi yetu, tutunze nchi yetu, tuilinde nchi yetu, tulinde utu wetu na maadili yetu na utu wetu, tupendane wenyewe kwa wenyewe. Hawezekani mtu kutoka huko sijui Marekani, ana uraia wa Marekani, yeye na familia yake na watoto wake wote wanaishi huko, alafu awa, awatume wa Tanzania kwamba piganeni nyie wenyewe kwa wenyewe eti, wapigeni wasanii wafateni, usi mkaharibu mali zao. Inakuingia yaani, wewe we unaishi Tanzania ukachome mali ya Mtanzania mwenzako ambaye ana aibia Tanzania na una aibia Tanzania anayekutuma ufanye ubaya ni mtu ambaye hana ID ya Tanzania, hana pasipoti ya Tanzania. Watanzania. Hebu tuone na akili. Wallahi hakuna mwenye uchungu wa nchi hii ila sisi tunaoishi humu ndani. Wala hata nchi kichomeka hawana hasara. Wao sasa wanaishi Marekani, wanajulikana ni raia wa huko Marekani. Hebu tutumie ni akili, jamani. Wallahi hii taifa letu ni nzuri sana. Watu wanitamani Tanzania, jamani. Mm. Si mama angu huyo yeah. We, si mama angu we. Mama, mama, mama, mama za siku jamani. Mama, umenisahau mwanao, umeniza siku nyingi, unajua za siku mwanangu. Kuna mavazi ambayo mwanachuoni atakiwi kuyavaa kama kuvaa hivi hivi, inamwondolea umuru wa fulani. Lakini inshallah nitabadilika, nitakuwa navaa kanzu, kama kofia, kilemba, kama kawaida. Nitatoka katika hali hii, ujana tu wanisumbua jamani, eh? <laughs> Tanzania namba one, nchi ya East Africa yenye amani na furaha kwa Watanzania. Naitwa Ostaz Juma, na msoma namjipenda, na mimi mwenyewe napenda familia yangu, napenda taifa langu, naipenda nchi yangu, naipenda serikali yangu, nampenda rais wangu Samia Suluhu Hassan. Tuipende nchi yetu, tuitunze nchi yetu, tuilinde nchi yetu, tulinde utu wetu na maadili yetu na utu wetu, tupendane wenyewe kwa wenyewe. Hawezekani mtu kutoka kwa sijui Marekani, ana uraia wa Marekani, yeye na familia yake na watoto wake wote wanaishi huko, alafu awatume awa, awa wa Tanzania kwamba piga nini nyewe nyewe kwa wenyewe, eti wapigeni wasanii, wafuateni usimu mkawaribu mali zao. Inakuingia akili? Yani wewe unaishi Tanzania ukachome mali ya Mtanzania mwenzako ambaye ana aibu ya Tanzania na una aibu ya Tanzania, anayekutuma ufanye ubaya ni mtu ambaye hana aibu ya Tanzania ana pasipoti ya Tanzania wa Tanzania. Ebu tuweni na akili, wallahi hakuna mwenye uchungu wa nchi hii ila sisi tunaoishi humu ndani. Wala hata nchi ikichomeka hawana hasara wao, sasa hivi wanaishi Marekani, wanajulikana ni raia wa huko Marekani. Ebu tutumieni akili jamani, wallahi hii taifa letu ni nzuri sana.